Yusuf Shoka Hamada, mzimu wa Kipwerere. Saba, ajadili jinsi mwandishi alivyotumia taaruki kufanikisha vipengele vifuatavyo katika hadithi ya msimu wa Kipwerere. Taaruki ni mbinu ya kusimulia au kuandika riwaya au hadithi kwa kufanya hadhira au wahusika wajawe na hamu ya kutaka kujua kilichotokea baadaye, hamu ya kutaka kuendelea kusoma. Kwa hivyo taharuki imetumika kufanikisha mandhari na wahusika ifuatavyo. Tuanze na mandhari. Kuchipuka kwa mzimu kutokana na kaburi la Kipwerere kunatia msomaji hamasa ya, ya kutaka kujua zaidi mzimu ulivyojitokea kujua zaidi mzimu ulivyojiotea. Kwanza mandhari ya mzimuni yanajenga mandhari, kwanza mandhari ya mzimuni yanajengwa, kwani tunapata kujua usuli wake. Vile vile, mandhari ya makaburini yanajengwa kwani kaburi la Kipwerere lilijitokeza katikati ya makaburi mengi ambako wanajamii mashuhuri walizikwa. Aidha, mandhari ya kuzimu yanachimuzwa kwa vile wanajamii wanaamini kuwa kwa vile Kipwerere alikuwa na nguvu za kishetani, anakuwa na mamlaka na hata kuishi baada ya kufa kupitia kaburi lake kujiotea na kuwa mzimu. Kwa hivyo mandhari, kwanza ni kule kuchipuka kwa mzimu kutokana na kaburi la Kipwerere kunakupa ile hamu ya kutaka kujua zaidi kuhusu mzimu ulivyojiotea. Pili, wanaovunja mwiko na kukiuka kanuni za mzimu kutolewa kafara kunazua taaruki. Tatu, majibu ya wazee kuhusu sauti za watu kule mzimuni na harufu ya sigara na tumbaku kutoka mle, yanazua taaruki akilini mwa mzimu, yanazua taaruki akilini mwa msimulizi. Mwanamume na mwanamke wanaoimba na kuingia mzimuni siku moja kabla ya msimulizi kumfumania Salihina, na kisha wanapoondoka, kila mmoja anashika njia yake, hivyo kuchochea ile hamu ya msimulizi kutaka kujua zaidi kuhusiana na mzimu. Bishu anazimia anapofumaniwa na msimulizi, inawatia wasomaji kuwa hari ya kutaka kujua zaidi yaliyomtendekea. Salihina anaponaswa na tawi la mti, kisha akaanza kuomba radhi kunamtia msomaji ile hamu ya kutaka kufahamu kilichompata asubuhi iliyofuata. Kwa hivyo, hapo ni jinsi ambavyo mandhari yanavyotumiwa kufanikisha taharuki. yaani vile taharuki inavyotumiwa kufanikisha mandhari haya. Wahusika nao, mwandishi anatumia taharuki kufanikisha wahusika. Kwanza, kuchipuka kwa mzimu kunatokana na kaburi la Kipwerere kunajenga wahusika wafuatao: wanakijiji wanaonekana kama washirikina wanaamini pasi kuuliza swali kuwa kaburi la Kipwerere liliota na kuwa mzimu. Pili ni wahafidhina. Wahafidhina ni watamaduni, wanaamini pasi kuuliza maswali kuwa kaburi la Kipwerere liliota na kuwa mzimu. Wajinga, hawajibiki kuchunguza ukweli kuhusiana na kaburi la Kipwerere mchango wake katika kuota kwa mzimu. Wenye mapuuza au wepesi wa kushawishika, hawajibiki kupung kuchunguza ukweli kuhusiana na kaburi la Kipwerere mchango wake katika kuota kwa mzimu. Tano ni wenye hofu, waoga. Wanaogopa kaburi la Kipwerere kwa kuwa ndicho chanzo cha mzimu wa Kipwerere. Wanaovunja mwiko na kukiuka kanuni za mzimu kutolewa kafara kunazua taharuki pia, hivyo wanakijiji wanasawiriwa kuwa waoga wanaamini kuwa wangevunja miiko wangetolewa kafara wana. Pia ni wenye mapuuza, hawachunguzi zaidi, wapo waliovunja miiko awali, walikuwa chakula cha mashetani kama ilivyodaiwa. Tatu ni wajinga, hawachunguzi zaidi, wapo waliovunja miiko awali walikula, walikuwa walikuwa chakula cha mashetani kama ilivyodaiwa. Pia ni wafidhina, nimekuambia wafidhina ni watamaduni, kwa hivyo unaweza kusema wafidhina au watamaduni. Unaamini kuwa wangevunja miiko wangetolewa kafara kwa mizimu. Pia ni washirikina, wanaamini kuwa wangevunja miiko wangetolewa kafara kwa mizimu. Majibu ya wazee kuhusu sauti za kule mzimuni na harufu ya sigara na tumbako kutoka mle yanazua taharuki akilini mwa msimulizi. Kwa hivyo msimulizi anasawiriwa kama mpekuzi, anakataa katakata kuamini wanayosema wazee kuhusu mashetani kuvuta sigara na kutumia tumbako. Pili, mdadisi wa mambo. Majibu anayopewa na wazee yanachochea hamu ya kujua mingi zaidi kuhusu yanayoendelezwa mzimuni. Tatu, jasiri Majibu ya wazee yanamchochea kwenda karibu na mzimu ili ajifunze wimbo ambao ni fungua kuingia mle. Ni mwana mapinduzi, anakataa kuamini majibu ya wazee kuwa mashetani wanafamilia na utumia vileo na tumbako. Badala yake anahisi kuwa kuna mapya yanayopaswa kuchunguza mle ndani hadi hatimaye anawafumania Salihi na Nabisho. Pia, uh, watoto wenzake wanasiuriwa kama waoga wanaamini wanachoambiwa na wazee kuwa mzimu mna mashetani. Tatu, ni wajinga, wanaamini wanachoambiwa na wazee kuwa mzimuni mna mashetani tatu. Ni wepesi wa kushawishika, wanaamini wanachoambiwa na wazee kuwa mzimuni mna mashetani nne. Ni watifu, wanaamini wanachoambiwa na wazee kuwa mzimuni kuna mashetani. Wazee pia wanawasawiriwa kama waongo, wanawaadaa watoto wanauliza kuhusu sauti zitokeazo mzimuni kuwa ni shetani na mke wanaojiandaa kuhusu maisha yao ya usoni na ya watoto wao. Pili ni wanafiki, wanawahadaa watoto ingawa wanajua kuwa wanachosema ni uongo. Tatu ni wasiri siri ya yanayoendelea mzimuni kama ulaguzi na matumizi ya miadarati wanaificha wanajamii pia wanasawiriwa kama wenye mapuuza. Hawawajibiki kutafitia ulaguzi na matumizi ya midarati yanayoendelezwa mzimuni licha ya kusikia harufu kutoka mle. Pili ni wajinga, hawawajibiki kutafitia ulaguzi na matumizi ya midarati yanayoendelezwa mzimuni licha ya kusikia harufu kutoka mle. Taharuki ya nne ni mwanamume na mwanamke wanaoimba na kuingia mzimuni siku moja kabla ya msimulizi kumfumania Salihina na kasha na kisha, wanapoondoka kila mmoja anashika njia yake, hivyo kuchochea ile hamu ya msimulizi kutaka kujua zaidi kuhusiana na mzimu. Wanasawiriwa kuwa walevi. Punde tu baada ya kuingia mle, harufu ya tumbako inasikika. Ni wanafiki, wanatumia miadarati mzimuni licha ya kufahamu kuwa ni pahali patakatifu panapofaa kuchiwa. Wajanja wanatumia mihadarati mzimu licha ya kufahamu kuwa ni pahali patakatifu panapofaa kuchiwa. Ni wenye vitisho. Wimbo wanaoimba kabla ya kuingia mzimuni unatisha, kwani wanasema jinsi wanavyowala watu hai. Bisho anazimia anapofumaniwa na msimulizi. Inawatia wasomaji kuwa na ari ya kutaka kujua zaidi yaliyomtendekea. Anasawiriwa kuwa moga anapofumaniwa anazimia zi mpaka asubuhi. Taruki ya Salihina anaponaswa na tawi la mtu kisha akaanza kuomba radhi unamtia msomaji ile hamu ya kutaka kufahamu kilichompata asubuhi iliyofuata. Kwa hivyo, Salihina hapa anasawiriwa kama mwenye majuto, kwa sababu anaomba msamaha na kusema kuwa ni mara yake ya kwanza kwenda mzimuni. Pili, ni mwoga, anapiga mayowe akiomba asamihiwe na asitiriwe. Ni mwenye, mwenye soni au mwenye aibu, anaomba kuzikwa duniani na kufunikwa ahera, anaomba kusiti Iwa ili asipate aibu inayoambatana na kufumaniwa. Ni Mungu anadanganya kuwa ilikuwa mara yake ya kwanza kwenda mle mzimuni. Ni mnafiki anadanganya kuwa ilikuwa mara yake ya kwanza kwenda pia mzimuni, na kuwa hakuwa peke yake. Kwa hivyo ataje na kufafanua mfano wa taharuki, kisha abaini mchango wake katika kujenga wahusika na mandhari. Bila hayo apewe tu sufuri sehemu ya baa pale.